Ibn Batuta alipongea alkufa alimsikia khatibu wa juma hukosea na hao alkufa ah, na hao yatoka hapa yuna, yuna, nahaw, yeo, wa yua ndonye na hao yeo khatibu wa juma hukosea na hao ule akosa ndiye mwana chuoni wa Madinatul Munawwara mpaka sasa hakuna mwanachuoni wa kimadina aliozawa pale Madina, wote ni wageni Madina. Uislamu wote utoka Madina, amalu ahli madina likizingatiwa. Sasa ukimwona mwanachuoni atoka wapi, atoka wapi? lakini kimadina hasa mwanachuoni hakuna. Afadhali Maka wako hapa. Amu ni markazi ya ilmu makubwa sana, sana, sina haja kuieleza Amu, lakini ukienda ukenda kuangalia amu na Unguja ulikuwa ukiona ulamai wakienea. Yee, umekuwa hutafutwa, mashekhe wamekufa. Alipokuya mzee baba safari yake ya mwisho, kaniambia nasikitika, hamu kumebakia ulamai watano tu. Sasa tunene nini? na katuleni ulamai watano Wako Said Muhammad Adnan, Said Omar Sagafu, Said Ahmed, Said Muhammad Sagafu na Sheikh Muhammad bin Ali wako kina ndio watano tu hao. Sasa tuanene kina nani? Tuanze ni mwamko mpya. Inna li kulli shirra fatra Faman kanat fatratu ila sunnati faqad hudiya. Kila kichemkacho huyo husea, hupoa. Hupoa. Kila kichemkacho. Basi kule kupoa kwako, utaendelea wewe endelea, tuanze tena kuchemka. Elimu na maendeleo kama ya bahari kufuma na kuya huya mpaka na hakuna nafasi tena, kisha ikafuma ikakosekana elimu.